Joshi ni Indian guys huyu, alikuja Jozani na kuhozia eneo la Jozani kwenye kipindi cha miaka 1930 mpaka 1952. Baada ya Waarabu kuondoka, kwa sababu eneo lilihoziwa na Waarabu awa, Waarabu baada ya kuondoka, eneo likawa huru, mista Joshi na kaja na kuhozi eneo na hapa tulipo kwenye mabaki ya kiwanda cha mbao cha Jozani kama tunavyoona mataruma yake haya. Huyu alikuwa anavuna mitondoi anavuna na kusafirisha ha, mpaka Afrika Mashariki. Na hapa ndo Zanzibar ikawa maarufu kwenye mambo ya utengenezaji wa majahazi kutokana na Mr. Joshi kuwa muuzaji mkuu wa Mbao hizi. Hakika, hii ndiyo hifadhi ya taifa Jozani Huba ya Chwaka na hifadhi hai. Nyumbani kwa watalii na watu wengi wanaokuja kujifunza haiba ya viumbe hai wanaopatikana hapa. Katika misitu tuliyonayo kama tunavyoiona tuna msitu huu hapa wa miti ya juu, lakini pia tuna wango ambalo ni kivutio kizuri sana kwa watalii ambalo liko kilomita saba kutoka kwenye ofisi za hifadhi, ambapo unaweza kufika kwa kwenda kwa mguu kupitia njia za ndani, lakini pia unaweza kwenda kwa kupitia barabara ambayo ni njia tunaitumia kwa ajili ya kwenda kutembea na kukagua mazingira ya msitu. Msitu wa Wangwani, maeneo ya Wangwani ni maeneo yenye nyasi, lakini imezungukwa na misitu ya aina mbili, kwa maana ya misitu ya mikoko, lakini na misitu ya misitu ya juu na eneo la Wangwani lina kipindi cha mvua kinakuwa na maji mengi, lakini ina kipindi cha bamvua kubwa. Kwa sababu kuna mikoko, kuna kipindi maji yanaingia inapokuwa bamvua kubwa, maji yanaingia mpaka kwenye wangwa, kwamba yanakuwepo na mchanganyiko wa maji chumvi na maji ya baridi. Kwa hiyo bamvua linapokuwa kubwa, maji yanaingia mpaka kwenye wangwa. Kwa hiyo ndio maana tukaona kuna hii kiki ambayo inaonyesha uh, miti ya mikoko inaweza kukuota katika maeneo yale. Kwa hiyo ni eneo ambalo Uh, tuta, tunaliongeza kama ni eneo la kivutio na maeneo mengine ambayo tumeshayaweka kwenye mpango wa kuongeza vivutio katika hifadhi ya taifa ya Jozani. Miongoni mwa faida zinazopatikana katika jamii ni pamoja na kuongeza mashirikiano mazuri baina ya serikali na jamii inayozunguka hifadhi. Vile vile suala la utoaji wa mafunzo mbalimbali ambayo yanawasaidia wanajamii kujiongezea ya kipato na kujikimu kimaisha katika shughuli mbalimbali. Fahari tunayoona kubwa ni kwamba Jeka inajulikana kimataifa na jamii ina julikana kimataifa kupitia miradi mbali mbali, tunayoiomba watu wakija huku kujeka, tunaombea tunakwenda kufanya kwenye jamii. Mradi kama huu hapa, mradi kama huu wote ni unakwenda watu wakubwa ni idara ya misitu. Hao ndio wanatuchechemua wana tuanzishe vitu ambavyo vitasababisha kupunguza uharibifu. Hapa tuna mategemeo ya kutumia vijana karibu arobaini, arobaini. Mradi huu, huu ukikamilika na mradi huu ukikamilika, kwanza una eneo la hifadhi, tutafuga wanyama, kina mama wataweka mkahawa, watajenga mkahawa kwa ajili ya wageni watakao kuja hapa. Tunalo swimming pool pale, yote kila usafi ambayo hapa, zaidi ya ajira 30 mpaka arobaini zitatokea kwa vijanao. Nitakuwa ni faraja kwamba vijana 40 wakiwepo hapa, ule msitu wetu utakuwa salama. Hapa tulipo ni moja ya eneo la Uwemajo, na Uwemajo ni umoja wenye mashamba Jozani. Sisi tunafurahia kuwepo katika sehemu hii kutokana na fidia ambayo tunaipata kutoka serikalini, kwa vile fidia ile inatusaidia kuweza kuweka miradi mengine mbalimbali mbali, na vilevile vile tunapata kujikimu kimaisha. Katika eneo hili mtu ambaye atakayebahatika kutembelea ataona makobe ambao wanapatikana kutoka kisiwa cha Prison Island, lakini asili yake ni kutoka kisiwa cha Seychelles ambao ni aina ya pili ya kobe mkubwa duniani. Baadaye hapo ataona kasa ambao wamehifadhiwa katika bwawa. Baadaye ataona samaki ambao wanafugwa kitaalamu. Vilevile ataona chatu pamoja na kenge. Mbali na miradi hiyo ambayo wanajamii wamenufaika kupitia hifadhi hai ya Jozani huba ya Chwaka, bado kuna miradi mingine mingi, ikiwemo ujenzi wa skuli, miradi ya maji, mradi wa mapango ya utalii pamoja na kuendelea kukuza ushirikiano baina ya hifadhi pamoja na wanajamii wanaozunguka hifadhi hii. Kisiwa cha Zanzibar bado kitaendelea kuwa maarufu kwa kuwa na vivutio vingi ambavyo vinawavutia watalii kutoka nchi mbalimbali mbali, ndani na nje ya nchi yetu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inajitahidi kufikia dira yake ya uchumi wa bluu kwa kuifanya Zanzibar kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa utalii wa kimaumbile duniani. Tumepiga hatua moja kubwa kuipata hifadhi ya taifa ya Jozani kuwa au kupanda hadhi kwa kupitia UNESCO kuwa hifadhi hai ya mwanzo ya Zanzibar. Hii inaifanya Zanzibar kuwa ni kitu cha pili zaidi ya mji mkongwe kupata hadhi za UNESCO hifadhi hii kwa kawaida, katika hifadhi hai katika scenario hii ya hifadhi hai, itakuwa na maeneo matatu. Kuna eneo linaloitwa lakini, hilo kazi yake ni hifadhi tu, na hilo kazi yake ni hifadhi ili bayano hai zetu ziweze kuongezeka ziweze kuona, watalii waweze kuzipata na kuziona wazi wazi. Kwa mfano kimapunju, katika eneo hilo watakuwa wako wamehifadhika vizuri bila kuwa na athari yoyote. Lakini eneo la pili ni eneo la bafa au eneo la kinga. Eneo la kinga maanake ni kuilinda lile eneo la kiini lisitokee athari za aina yote, lakini yote aina mbili hizo za, za maeneo zinakubalika na zitatumika kwa utalii wa kimaumbile, zitatumika kwa tafiti, zitatumika kwa elimu, lakini pia hazitatumika katika uharibifu wa mazingira kama vile kukata. Lakini eneo la tatu ni eneo tunaleta la transition au eneo la matumizi na eneo hili litakuwa ni maeneo yaliyoko vijijini. Tutakuwa na mpango maalum yaliyopangiliwa kwa ajili ya matumizi, ili yaweze kuendelevu, yaweze kuleta tija kwa wananchi, wanapohitaji kuno waweze kupata, wanapohitaji dawa waweze kupata, wanapohitaji kupumzika na kupata hewa iliyo mzuri waweze kupata. Lakini pia maeneo hayo watayatumia kwa kufuga, watayatumia kwa kulima, watayatumia kwa kila shughuli za kimaendeleo lakini pia kuna maeneo ya misitu itabakia katika eneo hilo kwa ajili ya shughuli zao pamoja na kuweka hali ya kila, hali ya mazingira na hali ya hewa vizuri. Zanzibar inayo hifadhi hai, na maana hifadhi hai ni hadhi iliyotolewa na UNESCO. Maana yake sisi kwa kushirikiana na UNESCO tunaweza kuitangazia dunia kwa nini hapa kukawa na hifadhi hai, na maana yake tukitangaza na sifa zake na sifa zilizozifanya hivyo, moja ni kuwa na bayoanuai nyingi katika eneo hili yaani utajiri wa viumbe vya asili na viumbe hivyo, kwa sababu vinapatikana hapa tu, tukivitangaza kwa, kwa haraka na tukivitangaza, maana yake watalii wanaweza kuja kwa wingi na kuongeza pato la nchi yetu. Lakini sifa ya pili iliyotufanya tuweze kupewa hiyo hadhi ni kuishi kwa kushirikiana baina ya uhifadhi na jamii zilizopo, lakini pia na ugawaji wa mapato yanayotokana na utalii, kwamba yanakwenda serikalini lakini yanafaidisha na jamii zilizopo karibu na maeneo hayo. Hivi sasa Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kwa kushirikiana na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar wanakubaliana kimsingi yatangaza na kuwakaribisha wawekezaji kuwekeza katika maeneo tengefu ya hifadhi hai. Huwezi <muchilis> kuielezea Jozani bila kuzungumzia mtondo mama wenye takribani ya umri wa miaka mia mbili, lakini huwezi kabisa kuacha kuzungumzia kimapunju anayepatikana Jozani Red Colobus Monkey ambaye uzuri wake ni wa kipekee na anapatikana Zanzibar tu. Miti na mandhari nzuri inayoonekana hapa inaendelea kuipa upekee Hifadhi ya Taifa Huba ya Chwaka Jozani na hifadhi hai kuwa kivutio cha wageni na watalii mbalimbali. Karibu Ifadhi Hai Jozani Huba ya Chwaka. Karibu Zanzibar. Mimi ni Johnson Daba. Karibu, hiki ni kipindi cha kwanza cha mradi wa mifumo ya uhimilivu wa chakula. Katika kipindi hiki uh, tutazungumzia namna ambavyo mradi unafanya kazi kwa hapa Zanzibar, lakini kazi gani ambazo zitakuwa ndani ya mradi katika kipindi chote ambapo mradi utafanyika. Na kwa kuanza leo kipindi chetu moja kwa moja tunaanza hapa katika ukumbi wa SSP ambapo yanafanyika mafunzo, mafunzo ambayo yamekutanisha maafisa kilimo lakini vile vile mabibi na mabwana shamba ambao wao wanapata utaalamu wa namna bora ya kuwasaidia au wafanyabiashara kuweza kuyatambua masoko. Mafunzo haya yanaendeshwa kwa nadharia lakini baadaye pia tapata nafasi ya kuona na kushuhudia mafunzo haya yanavyoendeshwa kwa vitendo kwenda kutembelea masoko husika. Katika vipindi hivi uh, wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kupitia kitengo chake cha habari na mawasiliano wao ndio waandaaji, na sisi tuko hapa kuendelea kukupa wewe habari, kukujuza zaidi namna ambavyo mradi umekuwa ukifanya kazi. Mimi ni Johnson Daba, mpiga picha wangu kwa siku ya leo ni Himidi Omar Himidi ambao Tuko hapa kuhakikisha tunakuletea taarifa hizi. Hebu endelea kubaki kwenye TV yako. Tukirejea hapa tutakuwa na msimamizi wa mradi kwa upande wa Zanzibar ambaye yeye ni mratibu wa mradi na atazungumza mengi. Usiondoke. Uhimilivu wa chakula, fahari ya visiwa. Kama tulivyokuambia kipindi chetu cha leo, tunaanza na kumtazama Bwana Sihaba Ajivwai, ambaye yeye ni mratibu wa mradi huu wa mifumo ya uhimilivu wa chakula Tanzania kwa upande wa Zanzibar, na hapa anatueleza hasa dhamira na nia kubwa ya mafunzo kwa siku ya leo. Mafunzo yetu haya leo ni ya siku tatu, ambayo yanawajumuisha maafisa wa wilaya wa kilimo, maafisa wa wilaya wa ushirika lakini pia na baadhi ya mabibi na mabwana shamba katika maeneo yetu ya kisiwa cha Unguja. Mazumuni makubwa ni kuwapa uelewa, lakini kuwajenga uwezo katika suala zima la kuwasimamia eh, akina mama na vijana ambao wamejiunga katika ushirika kwa ajili ya kuzalisha eh, na kuuza mazao ya mbogamboga yakiwemo ya tungule, vitunguu, eh, mchicha na mambo mengine ya mbogamboga mboga. Mafunzo haya yatalenga zaidi kuwaelekeza namna gani ya kuwawezesha vikundi hivi vya kina mama na vijana katika kutafuta na kupata masoko au kupanga masoko wakati wa uzalishaji wa mazao yao na namna gani wanaweza wakayafikia masoko. Kwa hiyo maso, ma, mafunzo haya yatakuwa ni ya nadharia katika maeneo ya ofisi uh, hii ya kwetu, lakini pia atakuwa vitendo biten, kwa ajili ya kwenda kwenye masoko kutizama hali halisi ya masoko yalivyo na baadaye kupata uelewa. Mafunzo haya pia yatafuatiwa na mafunzo mengine ya siku tatu kwa ajili ya vikundi hivyo ambavyo vya kina mama na vijana ambavyo vinajishughulisha na kilimo au biashara ya kuuza mazao ya mboga mboga. Uhimilivu wa chakula, fahari ya visiwa Zanzibar, ma... katika tawi hili la mradi wa kilimo kwa kutukumbuka wanafunzi kwamba tuna wanafunzi kule, na wanakusudia kupata mahitaji, na ndivyo tulivyoona kwamba mnakusudia tupate mahitaji yetu ndani ya vijiji vyetu, kutokana na sehemu ya kilimo. Sisi hivi leno shepu tunasema alivyo mtu kumbe vile ni mbegu ambayo sisi itatupa faida wa kulima ya kutusaidia ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wizara kutupatia Shep hii mafunzo haya, pamoja na kwamba sisi tumekuja na mbegu ya Shep lakini tumejifunza mambo mengi sana, na ndio maana mara nyingi huwa nasema siku zote tunaamini kwamba pamoja na utaalamu lakini wakulima ni watafiti. Kwa hiyo tunapokutana kwenye mafunzo kama haya tunabadilishana uzoefu wa utafiti wenu na yale ambayo sisi tunakutana nao. Kwa hiyo niwashukuru sana wenzangu, kwa pamoja tumejifunza pamoja na hiyo mbegu ya sheku ambayo tumeipanda, tume kwa niaba ya wenzangu na matarajio yangu kwamba Panapo majali wakijalia wa, Mwenyezi Mungu kurudi wakati mwingine tutakuta baadhi ya mbegu zimeanza ku sindio jamani? Baada <mimu ziniaza> ya kutazama a, dhamira kubwa a, ambavyo, a, Siaba, na namna ambavyo Bwana Siaba ameeleza vizuri kuhusiana na mradi huu sasa tunapata na Nafasi ya kwenda kutazama hasa vile vitendo ambavyo vinafanyika ndani ya mafunzo, lakini vile vile eh, tunataka tuone nje kwenye kutembelea hayo masoko, namna gani watu wamehamasika na nini hasa kinachofanyika huko kwa ajili ya kuwawezesha. Hapa usiondoke, hiki ni kipindi cha mradi wa uhimilivu wa mifumo ya chakula Tanzania kwa upande wa Zanzibar, na hapa tuko visiwani Zanzibar, na kama nilivyokueleza mwanzo, haya ni mafunzo ambayo yamekuwa yakiendelea hapa, na hivi ndivyo ambavyo mafunzo yana lakini kwa sasa tunaenda zetu sokoni kuona namna gani mafunzo haya yanafanyika kwa vitendo. himilivu wa chakula fahari ya visiwa Zanzibari mara ndoto inafikiwa kilimo chetu bora, rasilimali tuheshimu, tabianchi ikibadilika, bado tutadumu janapemba tushike atamu maisha bora kwetu tumaini liko zamu jamii tupate elimu mazingira tulinde ngadi humangaza maendeleo tushinde. na dhana mpya ambayo ipo tunaita SHEP. Dhana hii inahusika hasa na kuwashajiisha wakulima kwamba kabla ya kuanza shughuli zao za kilimo waweze kufika masokoni na kujua au kuulizia bei za mazao aa, na bidhaa gani ambazo zinahitajika zaidi sokoni, ili wanapozalisha wawe na uhakika kwamba wanazalisha bidhaa hizo na wanapata faida kubwa kwa sababu kuna tatizo ambalo tumeligundua kwa wakulima, wengi huzalisha mazao kwa mkumbo tu, kwa kufata mkumbo, na matokeo yake wanapokuja sokoni wanakuwa wanapata hasara kubwa. Sasa hii dhana ya SHEP ambayo tumewapatia mafunzo mabibi shamba ni kwamba itawasaidia wakulima kuja sokoni kujua bei za, za bidhaa na bidhaa gani zinahitajika zaidi kwa wakati gani, ili wao waweze kuzalisha kwa, kwa tija zaidi. Ah, tunashukuru mradi wa uhimilivu wa chakula Tanzania kukupatia mafunzo ya nadharia pamoja na vitendo jinsi ya kuweza kuwasaidia wakulima wetu namna ya kuzalisha mazao yao naweza kuyauza sokoni. Kabla ya, ya kuuza mazao yao wanatakiwa wafike kwanza, waanze kupitia hii dhana ya she waanze sokoni wamalize shambani kwa kipato zaidi. Kwa hiyo tumefaidika sana na tunawashukuru sana kwa sababu masoko yapo vile vile. Hatunabudi kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutujengea haya masoko ya kisasa. Kwa hiyo wakulima, fursa ndo hii, waanze sokoni, waweze kujua miezi gani ambayo mazao yao yatakuwa yanakuwa yanakipanda bei na gani mazao hayo yatakuwa yanashuka ya bei, ili waweze kulima kupitia misimu hiyo waonane na masoko kwanza, wajue soko linahitaji nini na kupitia walaji na watumiaji, ili waweze kuzalisha zaidi na widi ya kupata kipato zaidi kwa ajili ya kuweza kujikimu kimaisha. Unaposema kilimo cha kibiashara ni kipi? Ni kile ambacho kinaangalia soko linahitaji bidhaa ya aina gani, lini, kiasi gani, na ubora wa aina gani, sababu taarifa nyingi zinapatikana sokoni. Tumeanza mafunzo ya wa kufundisha wataalamu hao wa kilimo toka jana ambapo pia leo tumekuwa na elimu ya vitendo katika soko hili la Mwanakwerekwe kwa ajili ya wao kuangalia namna gani soko linavyosema, ili taarifa hizi waende kuandaa mpango kazi wa uzalishaji utakaoleta tija kwa wakulima, ikiwa na lengo pana la kunyanyua kipato cha mkulima moja moja na taifa kwa ujumla. Uhimilivu wa chakula, fahari ya visiwa. Mtazamaji, uh, naamini umetazama vizuri namna ambavyo mafunzo ya mradi huu wa uimilivu wa mifumo ya chakula yamefanyika, na mwanzo umepata kusikia vizuri kutoka kwa mratibu wa mradi huu juu ya suala zima la mafunzo, lengo pamoja na dhumuni lake, lakini umepata kushuhudia na kutazama eh, namna ambavyo mafunzo yameendelea darasani kwa upande wa nadharia.